Ni umekula nini? Music festival unaona yangu so. so. Sasa ni maisha ina gani? Panya inanisumbua kwa hii nyumba so. Mpaka hata hata siwezi siwezi, sasa hivi hapo. Kwa nini hii simu, narudi kidogo. Hata siwezi elewa namna gani nguo hata Hai. Eh? Yaani mtu akiwa na deni yako hata ya mia mbili ya ukae na amani Karisi. Eh? Mm. Karisi, h? Mm. Karisi, h? Mm. Mtoto wa sister yangu mm. Donati, manasi ilikuwa wapi? Iko wapi? No, unaona liko amebakisha kubwa nikasema ni kati. Ni Nimebakisha nini Karisi? Nimebakisha unaona kama ulikuwa unaona mdomo yake iko na donati Karisi. Eh? U donat, unaona atakarisi. mm -hmm. Mtoto wa sichanga hapa tulitoa wapi? hapa tetika yes, kama yani ka ya kama hii yani, mtu aise kacha chakula ya panya hapa, nataka kuua panya, mpaka nakwambia, ona vile panya imenifanyia tai. Nataka kuua panya, wewe usachukua. Oh, ukakula karisi, you are dead. Tuko ya panya sio ya panya, unafikiri nilikuwa nafanya nini hapa? Nimekwambia, unaona vitu vya panya na hapa tai, nilikuwa nataka kuua panya na hichi ndona, wewe ushaingiza kwa mdomo ni nini? ha hapita cha chakula kitakuwa sasa, wana saa hii